Mm -hmm. Ehhe, lakini pia kitu kingine, timu ikiwa imeshuka mm -hmm. Kuna huwa inatokea pia viongozi huwa wanakuwa kama wame wameisusa timu sasa mm -hmm. Kwa kesi ya Mtibwa timu yao akumbuka iko chini ya taasisi, yes. Haikutupwa kwa mm hiyo -hmm. Hata baadhi ya wachezaji unakutana, kama una management nzuri, inakaa chini na wewe inakushauri kwamba no hawa wako na taasisi, kuna baadhi ya vitu havina changamoto. Tunaelewa timu nyingine zina changamoto nyingi. Kwa unawezekana ukatoka hapa ukaenda sehemu nyingine. Ndio kile choko anazungumza Faso jana kwamba ah uh, ukizungumzia timu kama Mtibwa inalipa vizuri na nini. Yaani hiyo jambo la kulipa ni swala la uhakika. Changamoto inaweza ikaja tu kwa wewe mchezaji kwamba platform yako kwa mwanzo akajua ah, mimi bwana, nataka kucheza platform wa ligi kuu au kocha na kadhalika, ndipo wengi kinachosababisha wengi wanakuwa wanakimbia lakini sofa Mtibwa kwenye ishu ya maslahi kwa mchezaji mmoja mmoja, hakuna mtu ambaye anaweza akakimbia Mtibwa kwa sababu ya, ya, ya, ya mazingira ya, ya, ya financials. Wale wako vizuri zaidi wanaweza wakaenda timu yao, na umeona timu imeshuka, viongozi wamestiki wa wamekaa nao timu yao wameendelea kuenda. Wachezaji wale waamua kuondoka, si okay, wameondoka, lakini hawajaondoka idadi kubwa, na, na leo hii unaona hiyo inarejea tena ligi kuu.